Arnold Gwajima Schwarzenegger is here, na amefanya presi, amezungumzia mambo moto, ni ule ule, and of course, kama kawaida, anatoa mifano. Yeye ni mifano tu, so the man is back right on time, one man is standing. Michael Joseph Gwajima, jasusi la mbinguni. You can say whatever, but binafsi I'm happy kwamba amerudi na amezungumza, yuko salama, tunamshukuru Mungu juu ya hilo. So kuhusu alichokizungumza, utaenda kufuatilia